umeongea unachokitamani mpenzi kwa ajili ya nini mwaka jana nilitamani tungeenda bichi lakini hatimaye nimekuja hapa kuishia hospitali mtoto wangu anatoka damu puani na siwezi kuizuia tumpeleka hospitali mwanangu nini tena daktari daktari Nikolas nini mwanangu niambie baba kibezi changu na nini baba ongea baba namtafuta Pedro Kariro nikosa nini hiyo inahusiana na nini na yule mtoto alizaa na wewe Sikuwahi kuwa na mtoto na Sofia. Nini? Eti una mtoto? kuna wanandoa wawili walikuja pale gereji leo, walisema kwamba wao ni wazazi wa kuasili wa mtoto wa Sofia, walimwasili, walisema kwamba mimi ni baba yake. Mtoto wangu ana kansa ya mifupa, anahitaji kupandikizwa urotu ili aweze kuokoa maisha yake. Kama mimi ni baba yake, ninaweza kuokoa maisha yake. Mama, huyu ni nani? Huyu ni Pedro, ni mtu pekee ambaye atakutolea uroto kipenzi changu. Uh, naona nafurahia sana kwa baba eh. Ukweli ni kwamba uh, nimependa kile kilichopangwa kutokea katika maisha ya mchangiaji. Mwisho wa siku, walipokuja kukutana, wametokea kuwa karibu sana. Jinsi mwenetu anavyoendelea kukutana naye ndio anavyozidi kumkubali kila siku. Hawezi hata kukubali aondoke Nashukuru sana kwa kuniruhusu mimi niweze kuonana na Nicholas. Ni kitu gani kile ambacho kimekuleta hapa wewe? Tulisha kumbia taki kabisa kukuona ukisogea maeneo haya. Wewe ndio mwanao kumzaa. Ni masaa machache tu sasa umemuona. Sipendi kabisa namna anavyoangaliana, roho inaniuma. Naomba uniambie, mmekutana wapi na yule fundi garage? Mwambie. Mwambie kama unatoka na mwanangu wewe. Kiukweli nashindwa kabisa kujizuia kukufikiria yani. Bado sijaacha kukufikiria. Najua hilo na kiukweli najitahidi sana lakini nashindwa kabisa kukutoa moyoni mwangu. Siwezi kuamini kwamba eti wewe na Ernesto mnagombana kwa ajili ya fundi mekanika. Wala usijali Pedro na ule mwanamke hawana kitu chochote. Sio kitu Rosa. Tayari wana mtoto hivi. unawezaje kwenda kufungua mashtaka dhidi ya Pedro? Umemsingizia kijana wa watu Ernesto. Yaani, kwa jinsi unavyomtetea yule mwanaume inaonyesha kabisa ni jinsi gani unampenda yule mwanaume. Tumekubaliana hutakuja kumwona tena. Kitu tunachomfanyia mimi na mume wangu wewe wala hakikuhusu, ni kitu ambacho kinatuhusu sisi tu. Siwezi kabisa kujizuia na kupenda, siwezi kukuacha.